Kwa mwaka 2025 isije ikawa ndo tiketi ya wewe ku, kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo kama una pesa zako umezikusanya eh, za kutosha kwamba utazitumia kwenye mkesha kama leo ni kuamkia tarehe 25 au tarehe 25 kula bata, hakikisha kwamba unakuwa kwa kiwango. Pata kwa kinywaji kwa kiwango. Fanya starehe kwa kiwango. Kila jambo lifanye kwa kiwango, ndio binadamu mwenyewe. Na wale wa kumbi za starehe, wasio na tamaa kwa biashara. Yule mtu amelewa, amepitiliza, amezidiwa, mwambie bwana akapumzike. Polisi watakuwa kwenye doria mitaani. Tajia, askari watajia sana, tunashirikiana vyombo vyote vya ulinzi na usalama. Kwa hiyo wewe eh, omba msaada kwa mimi naona nimelewa, baba, kama ni dada binti, sema omba, utasaidia, utafika nyumbani salama. Tunatoa wito kwa madereva na ni maelekezo ya kwamba usije ukaendesha gari ukiwa umelewa. Siku za mkesha ya leo, mkesha wa leo Krismasi, mkesha wa mwaka mpya, lakini na siku nyingine zote tutakuwa tuna vipima ulevi vingi, tumeletewa vingi, serikali imetupatia vipima ulevi vya kutosha, na jeshi la polisi liko imara, tutakuwa na askari wa kutosha. Tutakuvizia na kuona unakunywa pombe, unaingia kwenye gari, tutakupima, utakamata, utakaa polisi mpaka pombe ziishe. Kwa hiyo kama endesha gari ukiwa soba, kama unaona utalewa, mpe mtu mwingine gari aendeshe, au tutafuta gari la kukodi uendeshwe, usiendeshe gari katika mazingira ya kilevi lakini lingine kubwa na, na, na, na ni baya zaidi aili, nataka nieleweke na vijana huko wajue, leo tunaanza msako mkali sana wa kukamata magari yale ya alteza e, na kaun yale magari tunayo, tunaorodha tunayafahamu yote yale, tuwa yale ambayo yanatumika kufanya drifting, wanapiga misele. Sasa hili nataka liwafikie vizuri sana vijana hapa mkoa Mjini Magharibi, hasa jiji la Zanzibar, ni marufuku, ni marufuku, ni marufuku.